kabisa. Furaha uliyoje kuingia Simba finali. Basi unaona hali ilivyo hapa. Hali mm. Unaiona mm. Kwani umechukia? Si nianze na wewe kwanza, umechukia? Jambo la kitaifa muulize kamera, kameramani wako amechukia amefurahi, ame, ame, ame. Kwao taifa limefurahi. Kasoro tu mm. Si unajua mm. E, visununu wamechukia wa. Eh, kwa hiyo sisi leo kiukweli hakuna kulala mpaka kesho tunapopokea wachezaji wetu. Ndio kitu ambacho tunafanya leo, hakuna kulala mpaka tunapowapokea wachezaji wetu. Alikamwe anasema hayo ni marudio tu kwa wao. ni mara ya kwanza kuingia finali, na sisi tunasema hayo ni marudio wanayowafanya Zanzibar kwa sababu sisi tushachukua kombe msimu uliopita. Kwa hiyo kama Alikamwe anasema wa, asipate shida kujibiwa na mtu yoyote, mimi namtosha Alikamwe. Kama haya ni marudio, wakati tunacheza fainali mwaka 93 Alikamwe alikuwa hajazaliwa, yupo kwenye mifupa ya babake. Kwa hiyo kama haya ni marudio na wanachokifanya hao chochote ni marudio, si tushafanya? Umeona alafu walikuwa wanakataa stori za zamani. Haya mambo sisi tulicheza ya nini tena? Sisi tunacheza fainali, yani ninavyosema hapa, sisi tunacheza fainali. Maswala tulicheza yameisha, mwaka tisini na tatu yameisha, sijui mwaka mwaka juzi huko fuluku. Wao walicheza fainali, sawa, sisi tunacheza fainali msimu huu. Hele, kaula, hapa ndio, chachu ya Simba Sports Club kutinga hapana, hapana, hapana. Mm. Chachu ni kauli moja tu, ubaya ubwela, hiyo ndio chachu. Hatuishi hapa, hivyo ni vibwagizo. Mm. Lakini tuna, tuliposema kwamba ubaya ubwela. Mm. Tulikuwa tunamaanisha siu unanielewa? msimu mm. huu wa afekipa afebeki. Kwa nini, wakati nafanya interview a kwa kwanza mwaka huu Simba anachukua kombe la Afrika? Si nilikuambia ili kombe kwambia, ni kubwa kuliko makombe yote. Yeah, kwa, kwa, kwa, kwa viunga vyetu sasa yeah. Kipi kimebaki yeah. Maana yake hakuna namna, mashindano yoyote yanayocheza Simba ni mashindano makubwa kuliko mashindano yoyote sio. Na Tanzania ilivyoamka, walikata tamaa wafe. Kama ulikata tamaa kufa, Simba ndio ishafuzu. Kama ulikata tamaa, shabiki wa timu gani awekata tamaa? Simba, hakuna shabiki wa Simba alikata tamaa. Shabiki wenye roho mbaya wanaolala na kukesha na kuomba kwamba Simba isifanikiwe ndio alikata tamaa, na ndio hao ambao mpaka saa hizi tena waangalie. Mimi nakuhakikishia sisi tunafurahi, hao wanachukia. Wavuke barabara kwa uangalifu mkubwa, wasije wakakutana na vifo ambavyo sio vyao. Unanielewa? eh e, e, mashabiki wa Yanga saizi wana manunguniko, wana masikitiko, wana kila aina ya msongo wa mawazo. Simba kuingia finali. Sasa tukilichukua, sio si watakufa kabisa. Sasa sisi mwaka huu ubaya ubwela tunachukua kombe. Na kuna Barkane; mpaka sasa hivi Barkane ameshapigwa goli moja ugenini. Anamtajwa magoli nne sio mgeni kata uzuri umetanguliza sio? eh, alitufunga mbili kwao wakati tunajifunza kucheza mashindano ya kimataifa, alitufunga mbili ugenini. Kwao tulimfunga moja, sijui, unanielewa? Sasa hii huu mwaka ni wa ubaya ubwela, tunaenda kwao sare au tumbanjue bina. Nakwambia mifumo ya Fadu Davis, hata akiletwa Barcelona huyu wa moto aliyomfunga Madrid jana, yani kwa Mkapa kombe anakiacha hapo hapo, sijui, unanielewa? Kwa hiyo turelax tu kwa msimu huu kwa mheshimiwa rais Mama Samia ajiandae kuishika ile ndoo ya Afrika ambayo Tanzania inaota kushika, ili kombe Watanzania wote tunaota kushika kombe moja wapo la, la kubwa la barani Afrika. Mama Samia ajiandae kulishika. Simba tunaleta na Magufuli aishasema. Simba mkao wa kwanza, tunapinga vipi? Medali? Medali sisi tunazo mwaka 93 tumevaa, nataka nikuonyeshe tena nikuonyeshe medali, medali tunazo Mohamed Mwemeja Ukimuuliza Lewa ana medali, medali ni mabati tu, sisi tunahitaji kombe. Hakuna ana jambo gani? Watu analingisha, atupe rekodi zake za, angechukua sa kile kikombe, sa angekuwa yeye kwamba eh, kwa mimi ni kwa bingwa wa Afrika, ndio maana tuaambafaia, sio dili tayari yani kesho kesho kutwa. Hata kama nikisema nikacheze mimi yani, wakili msomi yani che fondo maroni akae pembeni, nizime mimi pale nyuma, medali nitavaa eh, yes, Simba inaonekana mevaa si yume. Kwa hiyo swala la medali, sisi hatutaki kulipigia kelele. Sisi mwaka huu ubaya ubwela kikombe, na sisi sisi na kikombe, alafu hao tuone wabebe. Wewe kwenye ligi hapa, wachukue ligi yao ya matango, alafu sisi tushachukua ule ubingwa. Sisi tulishika nafasi ya tatu kwenye ligi na mpaka saa hizi tuko finali shika ya kwanza patupu waloshika ya pili patupu. sijui nanielewa, na aliyeshika ya pili juzi kati ya aibu Zanzibar menielewa? Eh, yule Azam wanaoachiana kidogo, wanaachiana hivi vikombe, wanaachiana hizi mechi juzi kati ya aibu Zanzibar, faida ya Singida ndio faida za kuleana leana Sijui nani. Yanga hayupo mashindano ya kimataifa, Azam hayupo, Azam hatuwezi kumlaumu. Azam ni mtoto mdogo, ni timu ya juzi bado inahangaika na viwanja. Sijui umeelewa? Azam bado anahangaika na miundombinu. Sijui umeelewa? Azam miundombinu tayari wanayo. Unanipata? Kilichobakia watafuta watendaji kama viongozi wa Simba. Wazitafuta watendaji kama viongozi wa Yanga. Sala, tumaliza na hili. Salamu kwa Haji Sande Manara baada ya kutinga Simba finali. Yaani wewe tena unataka nimpeleke Manara mjini. Manara saa hizi muulize kusukuoa. Manara muulize kusukuacha. Nataka <tukati> tena saa hizi mimi nizungumze nimpeleke Manara mjini. Manara kwenye mpira wapi na wapi? Alikuwa hataki kabisa muingie finali. Alikuwa hatutaki? <tukati> ndio tushaingia e Mungu. Yaani kaondoka Manara, neema imekuja. Kaondoka Chama, neema imeongezeka. Sijui unalio, kaondoka Inonga. Hao wafanyabiashara walikuwa wanatuchelewesha sisi. Sijui unalio. Sasa Manara ndio maana unaona mpira umeshamshinda. Kuoa na yeye, yeye na kuoa. Alafu sasa hivi inavyosemekana, za ndani mimi sina uhakika lakini nasema, inasemekana amechukua mcheza kangamoja yule, wale wacheza uh, kangamoko wale, nasikia hivi. Yani, sijui unanielewa. Kwa yeah, hiyo huku kwenye mpira Manara. Ah, mimi sina uhakika ila nasikia. Lakini pia la nyongeza ni mke wa mtu hajapewa taraka bado. Yume nipata, eh. E, mwenyewe bado anadai mali yake ko, kwa kifupi amechukua mke wa mtu. Yote kwa yote, wenye uivu, wenye chuki, hakuna namna, Simba ishafika fainali. Kama ishafika fainali, Simba inachukua kikombe. Maneno ninayoyasema leo nimeyasema kabla msimu haujaanza, kwa kuangalia usajili wangu. Hivo unamsajili msajili chazi, una msajili Chamuka Labwe Eh? Unamsajili chamu eh? unamsajili Yusuf Kagoma unamsajili Budo Mutale, unamsajili Ateba, unamsajili Mukwala Mpanzu, sidisha dogo, sijui umeelewa. Bado sijafika alipokuja kuongezwa yule tu, nikasema sasa uhakika wakili msomi natulia, kikombe kinakuja siona so, na bala la, la, la, la Eli Mpanzu Eh? unamfanisha mchezaji gani utopoloni sema mwenyewe, kuna mchezaji gani amafanana na Eli Mpanzu Yanga? Tuseme ukweli we, sijui Kangalombo ni zaidi ya Mpanzu. Kangalombo jana kaomba kutoka jana akaomba kutoka kwenye kombe la Muungano na watoto wadogo tu na watu wa kamasi. Mimi ndugu yangu, nikwambie tu, Simba tuliraksi wapenda mpira wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla bana, tunaenda namba tatu kwa ubora. Sasa e, tutafanyaje? Ubingwa hatutaki wenyewe, unatutaka hiyo? <laughs> Nanielewa, ubingwa hatutaki, tunajenga timu e. wenyewe unatutaka na e. sisi tunausogeza, njoo njo e. Oh, ukipendwa na demu utamkataa? Na demu kisu, ubingwa wa Afrika sisi tunajenga timu, unatutaka ay. Ay. Ay. Ay. Nikuulize wewe kisu, kimesimama hiki hapa yani unaona kabisa kitoto kibichi kizuri umeelewa? kinakutunuku kina, kina kutunuku, wewe sisi mwaka huu tangu msimu unaanza tunajenga timu jamani oh. Mara robo tunajenga timu oh. Mara nusu. Sasa hizi finali sasa si ubingwa sisi hatutaki wewe unatutaka? Asante sana.